Wilaya ya Arusha leo Oktoba 4, 2025 imeadhimisha wiki ya elimu ya, ya watu wazima na elimu nje ya mfumo rasmi ambayo imetajwa kuongeza fursa za ajira na kupunguza idadi ya wasiojua kusoma na kuandika. Miongoni mwa wanufaika hao ni Oliver Evans mama wa miaka 47 aliyepata elimu hiyo mwaka 2017 na, na kufanikiwa kujiajiri mwenyewe kwa kufungua ofisi ya ushonaji. Oliver anaelezea kuwa bila elimu hiyo angesalia kuwa mama wa nyumbani na kushindwa kukidhi mahitaji muhimu ya familia yake. Kwa wakati ule nilikuwa mama wa nyumbani tu, nilikuwa nafuga, ndio nafuga ng'ombe, nafuga kuku, lakini nilipopata elimu ya mwikeja ya ushoni, nilipojifunza kushona, nilipotoka hapa, nilianza kuanzisha ofisi yangu, nikawa nashona, na zaidi ya yote nilinufaika hata kuwashonea watoto wangu nguo, kuwashonea nguo za shule, kuwashonea majirani na nilikuwa napata kipato kwa ajili ya kujikimu mahitaji mengine. Unawashauri nini wanawake wengine ambao mbali na kwamba hawana elimu lakini pia hawana hata elimu ya ujasiriamali, maana ni mama wa nyumbani? Kwa upande wangu, napenda kuwashauri wanawake wenzangu wasio waoga wala wasio na hofu, kwa sababu elimu haina mwisho mimi nilikuja kujifunza kushona nikiwa tayari nina mtoto watano, wa mwisho nina watoto watano. Elfu mbili na kumi na tatu ndo nilimzaa mtoto wa mwisho, lakini mii nilikuja kusoma elfu mbili na kumi na nane wakati nawapeleka watoto wangu. Mtoto wangu wa kwanza alikuwa amemaliza form four elfu mbili na kumi na tano, lakini mii elfu mbili na kumi na nane elfu mbili na kumi na saba niliamua kuja kujifunza kushona lakini mpaka sasa inanisaidia kwa sababu hata na mtoto wa form 5 ambaye ndo ameingia mwaka huu form 5 nilimshonea nguo mwenyewe. Kwa yeye inanipunguzia gharama za kutoa pesa kwenda nje, na wakati na namshonea wangu nanufaika na bado na navo, watu wengine wanavyoleta kuja kufanya kwangu, ina maana mimi naingiza kipato. Songo Mure, kijana wa miaka thelathini, ni miongoni mwa mnufaika mwingine wa elimu hiyo, na hapa anaeleza umuhimu elim wa elimu na kushauri wazazi kuwapeleka watoto wao shule. Nimejiunga na hiki kituo kwasii yeah, kusoma wa wala kuandika na hata kuhesabu pia si. Lakini nilikuja hapa kwa lengo la kutafuta kazi kwa ajili ya kujiendesha kwa ajili ya maisha hata nyumbani lakini <laughs> nilipokuja nilikuwa sijui kusoma wala kuandika. Niliposikia kwamba kuna shule ya kufundisha watu wazima, nikaamua kuja kujiunga na hiyo shule, na hatimaye na nimekuja kujifunza, nimepata elimu, najua kusoma na kuandika na hesabu pia. kwa eh, hiyo nashukuru Mungu wangu, ndio hilo na bado naendelea kusoma hata kiwezekana nisome na sekondari kwa sababu naogaisha. Sawa, mm, ningependa kujua changamoto waliokuwa nakutana nayo, kipindi ambacho hujui kusoma. Changamoto zipo kabla sijasoma, kwa sababu nilikuwa sijui Kiswahili yenyewe, kwa hiyo nikakaa na watu, hata wananisema nia, naangalia nasikia, na hiyo ni changamoto ambayo mimi nacuia sarau hiyo, pia taifa letu ni tunatumia Kiswahili. Kwa hiyo mimi naona mimi ni wachini kama siji kuongea hii lugha ya taifa, najua tu lugha yangu, hapo nitakosa msaada mwingi, na ndio maana nikaamua kutafuta elimu. Shauri kila mzazi asomeshe mwanao, apeleke shule kwa watoto, kwa sababu elimu ni ufunguo wa maisha elimu kwa elimu, kila Kwa elimu, kila mtu mshe. Elimu hiyo pia imewapa nuru hata wale waliofeli masomo ya darasani, ikiwapa fursa mpya ya kujitafutia kipato. Na hapa Zamzam Madame anaelezea safari yake ya kujifunza elimu ya ushonaji. ambayo mtoto anaweza kula na kupata afya nzuri. Eee, natamani serikali inekisaidia kwenye sehemu ya utafutaji wa riziki, maana naweza kuwa nimejifunza, changamoto ikaja kwenye sehemu wa kujiajiri au sehemu wa kuajiriwa, hapo ndo changamoto zeni naweza kutokea. Na pia nawashauri watu ambao wamefeli darasani wasione kama kufeli darasa ndo kufeli maisha pamoja na hayo, bado elimu hiyo inakumbwa na changamoto ikiwemo utoro, ambapo mwalimu na mkufunzi Amina Bakari alikuwa na haya ya kusema: siyo leo hii serikali imekupa fursa, alafu bado unaenda tena unazembea huko kiuti, hujamaliza ile form 1 na form 2 umebeba ujauzito tena. Ni waombe sana na watoto wa kike tujitahidi sana, na tujifunze kwamba tumekosea, tumeteleza, lakini kwa fursa hii tuliyopata, basi tuongeze bidii na hatimaye tufikie malengo yetu kwa